kinatangazwa siku za Jumatano na Alhamisi saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki na leo tuko kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa wale wanaofuatilia vipindi vyangu watakumbuka kuwa niliwahi kusema kuwa kuna njia mbili za kutengeneza pesa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Moja ni kununua hisa kwa ajili ya kupata gawio, kwa maana kuwa wale wenye kampuni ambako umenunua hisa mwisho wa mwaka huwa wanatangaza gawio ambao wanalipwa wenye hisa, kwa hiyo na wewe utapata gawio lako, au kwa Kiingereza wanaita dividend, ikiwa ndio faida yako ya kuwekeza kwenye hisa ambazo za kampuni inayohusika. Lakini kuna njia ya pili ambayo hii ni ya chapchap na ni kama unafanya betting. Hii ni kuwa unanunua hisa halafu unaangalia bei za hisa unanunua hisa wakati bei zake ziko chini. Sasa hizi hisa bei huwa zinabadilika kila siku. Sasa wewe unachofanya, unaangalia bei zinavyobadilika. Utakuta kuna wakati fulani bei zinapanda haraka sana. Kwa hiyo unaangalia bei ikipanda haraka na kufika juu, basi wewe ndio muda huo unauza hisa zako. Sasa ukiuza hisa, maana yake ni kuwa tofauti kati ya bei uliyonunulia hisa na bei ambayo umeuzia hisa, hiyo ndio faida kwako. Sasa unakuta wajanja wanakuwa na hisa vingi visa hisa hisa, wamenunua nyingi tu kutoka kampuni mbalimbali kwa sasa, anaangalia hii hapa hisa imepanda, anaiuza, alafu ananunua nyingine. Hii imepanda, anauza, alafu ananunua nyingine. Sasa kwa mchanganyo wa namna hiyo na hii, kipato chake ni chapu chapu, ungoji mpaka mwisho wa mwaka ni kipato chapchapu tu. Ukiuza hisa unachukua hela yako unaondoka. Sasa hii ndio na ni njia ya pili kuangalia hisa zake, kuangalia bei za hisa zinavyobadilika, na hii ndio nitakaozungumzia leo. Sasa leo nachotaka kukwambia ni kuwa ukiwa unafuatilia kwenye website ya Dar es Salaam Stock Exchange, kila siku wanatangaza bei za hisa ambazo zimepanda na ambazo zimeshuka wenyewe wanasema gainers. Gainers ni wale ambao hisa zao zimepanda bei. Alafu kuna wale wanaoitwa losers. Losers ni wale ambao hisa zao zimeshuka bei. Kwa hiyo sasa wewe kila siku unaangalia gainers na losers, na hapo ndio unaweza kufanya uamuzi ni hisa gani ambayo zinabadilikabadilika kila siku. Usinunue hisa ambayo inakaa mwezi mzima au ni wiki mbili bei yake haijabadilika hiyo haitakufaa hiyo ni kwa ajili ya kungojea gawio hisa inayokufaa ni ile ambayo inabadilika badilika inapanda inashuka inapanda inashuka kwa hiyo wewe kila siku cheki kwenye website, utaona ile gainers na losers hapo ndo kwenye biashara sasa leo nitakuelezea hisa ambazo zimebadilika kwa siku tatu kuanzia jumatatu jumanne na jana jumatano Alafu utaweza kuona mwenyewe kwenye hizo hisa gainers ni kina nani na losers kina nani. Na nafikiri ukifuatilia fuatilia, eh, mara mbili tatu utapata experience na wewe sasa, utakuwa tayari kwenda kucheza huu mchezo wa kutengeneza pesa kwa kutumia soko la hisa la Dar es Salaam. Kaa nami nikuonyeshe gainers na losers kwa hizi siku tatu sasa. Nitakuonyesha gainers na losers wa siku ya tarehe 29 Septemba mwaka 2025. Hali ilikuwa kama ifuatavyo. Sasa siku ya Jumatatu tarehe 29 Septemba ni kampuni saba tu ambazo share zake ziliongezeka thamani kama inavyoonekana kwenye hiyo picha. Hizo kampuni ni Dar es Salaam Com Com Com Community Bank ambayo hisa ziliuzwa shilingi mia mbili sitini. Dar es Salaam Stock Exchange hisa ziliuzwa elfu uh, tano mia tatu. Maendeleo Benki ambayo ni MBP, Maendeleo Benki ambayo hisa zake ziliuzwa mia saba arobaini. Mkombozi Benki hisa zake ziliuzwa elfu uh, moja mia tisa thelathini. NMB hisa zake ziliuzwa elfu saba mia tisa na kumi. Precision Air hisa zake ziliuzwa 180 na Tatepa TTP hisa zake ziliuzwa 180. Kwa hiyo sasa hapo unaweza ukaona ni hisa gani zinapanda na kushuka mara kwa mara, lakini kikubwa ni kuangalia zile ambazo zinapanda kwa percentage kubwa kama inavyoonekana kwenye picha. Sasa siku hiyo ya tarehe 29 Septemba hisa za makampuni saba zilishuka thamani kama inavyoonekana kwenye picha. Afri price ilishuka thamani na kaa shilingi 5740, CRDB ilikuwa shilingi 400, Nico ilikuwa shilingi 1960, Swissport ilikuwa shilingi 1660, TCC ambayo ni kampuni ya sigara ilikuwa shilingi 13390, TTCL ilikuwa shilingi 2560 na Tanzania Oxygen Limited ilikuwa shilingi 840. Kwa hiyo hapo unaweza ukafanya maamuzi kutokana na jinsi hizo hisa zimeshuka thamani, lakini sio kwa siku moja. Natakiwa unaangalia kila siku, halafu ndio unaweza ukawa katika nafasi nzuri ya kufanya uamuzi. Wanaofuatia ni gainers na losers wa tarehe 30 mwezi wa Septemba mwaka 2023. 25. Angalia mambo sasa tarehe 30 Septemba Gainers zilikuwa ni kampuni saba ambazo hisa zake zilipanda bei. Nazo ni kama ifuatavyo. Dar es Salaam Stock Exchange ambayo hisa ilikuwa inauza shilingi 5650. Nico ambayo hisa ilikuwa inauza shilingi 1430. NM, NMB Benki hisa ilikuwa inauza shilingi 7980. Swissport hisa ilikuwa inauza shilingi 1650. Tanzania Breweries hisa ilikuwa inauza shilingi elfu saba mia tatu na ishirini. Tanzania Oxygen Limited ilikuwa inauza 8070, na TTP ilikuwa inauza yani, Tatepa ilikuwa inauza 190. Sasa hapo unaweza ukafanya pia uamuzi kwa jinsi hizo eh, hisa zilivyopanda bei. Sasa tarehe 30 Septemba kampuni tano hisa zake zilishuka bei na hizo kampuni kama zinavyoonekana kwenye picha ya kwanza, ilikuwa ni Dar es Salaam Stock Exchange ambayo hisa ilishuka mpaka shilingi elfu tano mia saba arobaini lakini nyingine ni MCB. MCB ni Mwalimu Commercial Benki ambayo hisa zake zilishuka mpaka shilingi mia nne Alafu Mkome, Mkombozi Commercial Benki hisa zake zilishuka mpaka shilingi 1960 na NMB hisa zilishuka mpaka shilingi 1660 na Precision Air hisa zilishuka mpaka shilingi 195. Kwa hiyo hapo, kwa kuangalia unaweza ukafanya maamuzi kuhusiana na hisa unazotaka kununua au kuuza. Mwisho tumalizie na gainers na losers wa tarehe 1 mwezi Oktoba, mambo yalikuwaje? Hebu angalia. Sasa jana, tarehe moja Oktoba, benki ambazo zilifanikiwa hisa zake kupanda bei zilikuwa ni tano, kama zinavyoonekana kwenye picha. Ya kwanza ilikuwa ni CRDB ambayo hisa yake ilipanda bei mpaka ikafika shilingi elfu tano mia saba arobaini. Ya pili ilikuwa ni M MB MBP, ambayo hii ni maendeleo benki, ambayo hisa yake ilipanda mpaka ikafika shilingi mia nne ya tatu ni Niko ambayo hisa yake ilipanda mpaka shilingi 1960. ya nne ni Swissport ambayo hisa yake ilipanda mpaka shilingi 1660. Ya tano ni Tatepa ambayo hisa yake ilipanda mpaka sh shilingi 195, na ya sita ilikuwa ni kampuni ya Vodacom ambayo hisa yake ilipanda mpaka shilingi 590. Kwa hiyo kutokana na hiyo performance unaweza ukafanya uamuzi ya jinsi ya kununua hisa. Sasa tarehe 1 Oktoba, benki tano hisa zake zilishuka thamani kama inavyoonekana kwenye picha. CRDB hisa ilishuka mpaka shilingi 1120 na MBP, yani Maendeleo Benki, hisa ilishuka mpaka shilingi 775. Kampuni ya Nico hisa zilishuka mpaka shilingi 1380. Benki ya NMB hisa zilishuka mpaka shilingi 7890 na Precision ya hisa zilishuka mpaka shilingi 175. Sasa hiyo ndio hali ilivyokuwa tarehe moja, na unaweza ukafanya uamuzi wa kununua au kuuza hisa zako kutokana na hali ilivyokuwa. Lakini usifanye uamuzi kwa ajili kwa siku moja, inabidi uangalie siku mbili tatu, alafu ndio unafanya uamuzi. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu, ila nakuomba E, endelea kuangalia kipindi chetu hasa hiki cha siku ya Jumatano na Alhamisi, ambapo tunazungumzia mambo ya investments na unaweza ukapata pesa kwa kufuatilia hivi vipindi vyetu. Sasa nikua, kama kuna swali lolote unaweza ukaniuliza kwa kupitia hapo unapoangalia, kuna sehemu unaweza ukauliza swali, lakini pia nakuomba usubscribe huduma zetu, ili usikose vipindi muhimu vya Tan Business Channel online television. Ukisubscribe utakuwa unapata message ya kuelezea leo kwenye kipindi kitu gani kitazungumziwa, na mwisho share hizi information na rafiki yako au jirani yako ambao nafikiri anaweza kufaidika. Sisi tuko hapa kuwaonyesha mwanga jinsi ya kutengeneza pesa kwa ku, aidha kufanya biashara au kuwekeza. Ndio maana tuna kipindi kama hiki kuwekeza kuwekeza Tanzania naona niishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi cha Tan Business Channel Online Television, naitwa Ali Mwambola. Asante na karibu tena uwekezaji Tanzania.